Ndugu zangu nimeshuka, nikaonyeshwa mko hapa mnanisubiri, sikutegemea, lakini haya ni mapenzi makubwa, mapenzi makubwa sana. Nami nashukuru, nawashukuru sana ndugu zangu wa Arusha na Kilimanjaro kwa imani kubwa mlionipa leo hapa nashukuru kidogo, lakini nitapanga ziara maalumu ya kuja kushukuru leo. <coughs> Napita na kazi kidogo na jeshi letu kesho. Kwa hiyo nimepita tu tusalimiane, lakini nawashukuru sana nawashukuru sana, nawashukuru viongozi wote wa serikali wa kimila, machifu wenzangu, viongozi wa dini nawashukuru sana sana sana kwa kulonga mikoa yetu miwili hii salama, usalimini, usalama upo, kazi zinaendelea, utalii unaendelea, mambo yetu yote yanaendelea. Niwaombe sana ndugu zangu, amani pekee ndiyo tumaini letu, amani pekee ndiyo tumaini letu, uhai wetu ni amani yetu, maisha yetu ni amani yetu mapenzi yetu kushikana kwetu umoja wetu. Sasa niwaombe sana sana tusitoe fursa ya kuharibu amani. Kwa wale wazazi wenzangu wenzangu, tuzungumze na watoto wetu. Natambua lile lililopita, vijana wengi hawakujua wanalofanya, walipata tu mkumbo. Kwa hiyo tuzungumze na watoto wetu. Haya mambo si ya kujaribiwa kwenye nchi si ya kujaribiwa. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi wenzangu, ndugu wananchi wote, tuendelee kwe kueta amani kwenye maeneo. Sasa kama nilivyosema leo, na napita tu nakwenda jeshini Monduli, kesho tunashughuli kidogo, alafu nitapanga kuja kutoa shukrani rasmi, lakini washukuru sana, na heshima andionipa ni kubwa mno. Wa na ulimwengu wanauliza why, kwa nini 97%? Nasema natamani tamani, ngekuwepo mtaona kwa nini 97. So mimi nawashukuru sana, asanteni sana.